Tunamaanisha, sisi Chama cha Mapinduzi ndo ndugu zenu wa damu. Nitawashangaa Mborongo, nitawashangaa, nitawashangaa Mborongo, eti mtajenga imani ya chama cha upinzani. Walikuwa na nafasi ya kuwaonyesha wao ni ndugu zenu wakati wa tabu, wanapokuja leo wakati wa raha, maji yameshamaliza kufanyiwa survey, shule tumeshajenga, nyumba tunamalizia, zahanati tumeshaleta, umeme tumeshaufikisha, na ninajua, nitamwagiza kazi diwani ya jambo moja kuhusu umeme. Hayo yote tumeshayafanya. Mborongo, mkienda kuamini nitawashangaa. Niseme nisiseme? Anayejua matatizo ya Mborongo ni sisi. Mborongo enyewe ni wazalishaji wazuri, mvua zinanyesha vizuri sana, na kwa sababu mvua zinanyesha vizuri na ninyi ni wazalishaji wazuri, kila mwaka barabara tunapoitengeneza, baada ya mvua, lazima itaharibika Tuchoki na mwaka huu tumewatengea milioni mia moja ishirini, tunakarabati tena barabara yenu Mborongo. Ye nani kama CCM?